Na katika salamu zetu za mwaka huu tutaweka mkazo kwenye maadili ya viongozi sana, kwa sababu nadhani hapo ndipo tuliko na mgogoro na wananchi, uadilifu. Na ni hatari wananchi wakianza kupata matatizo na uadilifu wetu. wananchi Tumeshinda kwenye uchaguzi. Kushinda kwenye uchaguzi maana yake ni moja, wanaamini sera zetu, wanaamini viongozi wa CCM, wanaamini katiba ya chama cha mapinduzi, wanaamini CCM ndio inaweza kuongoza nchi hii nzuri. Tusiwape nafasi wananchi ya kutilia shaka mambo yote hayo na namna pekee ya wananchi kutotilia mashaka ni kuwa karibu nao, kuwatembelea, kuwasikiliza na kusikiliza kero zao. Tupunguze urasimu, tupunguze umangimeza, tupunguze itifaki. Unataka kuona mfuko unapita kwa watu wanne unapita kwa huyu kwa huyu kwa huyu mpaka umfikie. Umakua Mungu <tie> <tie> tukeni chini, kuwe watu wa kawaida, na mkiwa watu wa kawaida, wananchi watawathamini. Ngazi ya kumpadisha kiongozi akaenda mbinguni ni nani? abuganani sasa, miongozi mjue hiyo ngazi wao na wanaweza kuanguka hiyo ngazi mtagororoka, ni wao kujihadari, mjirekebishe, kuwatumikie wananchi. Lakini nataka niwaombe viongozi wa Chama cha Mapinduzi nchi nzima, ufanye tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa ili tuweze kujiandaa vizuri zaidi kwa siku za mbele. Kila ngazi ya Chama cha Mapinduzi ifanye tathmini, iangalie kazi nzuri iliyofanyika, kasoro zilizokuwepo, katika maeneo gani wananchi wanasema nini, na zichukue hatua zinazostahili na mimi kama mtendaji mkuu wa chama nitasimamia hiyo. Nitakuwa mtendaji mkuu wa chama wa kusherekea cheo changu. Tutakwenda kwa wananchi, tutakaa nao, tutahangaika nao, tutawasikiliza, tutajitahidi kutatua kero zao. Hiyo ndio kazi tuliopewa na viongozi. Nataka niwaombe nchi nzima viongozi wa chama na serikali, tengenezeni ratiba za kutembelea wananchi kwenye maeneo yao. Mara ngapi tunawaona viongozi wakubwa wa chama wakienda kwa wanachama, wakienda kwa wananchi wa na kuwasikiliza na kuwasemea mwananchi wa kawaida hawezi kusemea, hata akisema, nani anamsikiliza? Hakuna. Ndio maana mnaona wakati mwingine wanaandamana, kana kkili kuna mtu anapenda kuandamana. Lakini kiongozi kukienda, ukawasikiliza, ukawasemea, watakili wanakwisha. Kwa mfano, nao nilikwenda kwenye kiwanda cha chai kule Mbonde. Nikawaambia semeni. Wakasema maneno makali sana ya kutia uchungu, ya kuleta huzuni, na wakati mwingine unaweza ukasema kwa nini nilikuwa nilikbalikiki kwa maneno kama haya. Nikawaambia niachieni, nitakwenda kuwatetea haya mliyoyasema, kwa ukali mliyosemea kwa maneno mazuri hayo, haya ufafanuzi mlioyasema, na mi nitayawasilisha huko juu tu mbinguni

nyingi na vitongoji wamepita bila kupigwa. Sasa nikawaambia, na nini, tunaleta habari njema, serikali imeamua kiwanda njema. Wakasema basi, tumeagana vizuri kwa hili tenda salama. Kwa hiyo, viongozi, kunayo nafasi nzuri ya kuwatumikia wananchi. Nina hakika tungeamua kuwatumikia wananchi na wale viongozi uongozi ni burudani, ni raha. Nadhani wamekwenda mahali pasipo uongozi. Wa leo ni mgumu. Jamaa hawa unawaona moja, wajanja, wanajua wanaelewa, uwezi wa damanya kweli, hawadamanyiki, wanajua ukweli. Kwa hiyo kazi ya kuongoza kazi